Habari za wakati huu mtazamaji wa Global TV Online, karibu katika news updates. Jina langu unaitwa Isri Mohamed. Waziri Mkuu wa zamani Edward Lowassa amewasili leo Julai 20, 2017 saa mbili asubuhi katika makao makuu ya Jeshi la Polisi kwenye ofisi za mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Robert Boaz. Lowassa ameambatana na mkewe bibi Regina Lowassa na mwanasheria wake Peter Kibatala. Hii ni mara ya nne kwa Lowassa kuripoti katika ofisi hizo akituhumiwa kutoa kauli zinazodaiwa kuwa ni za kichochezi katika kipindi cha mwezi mtukufu kwenye hafla ya futari iliyoandaliwa Juni ishirini na tatu elfu mbili na kumi na saba na mbunge wa Ukonga Mwita Waitara. Katika futari hiyo Lowassa anadaiwa kutoa maneno ya uchochezi kuhusu mashehe wa taasisi ya Uamsho waliopo gerezani, akidai utaratibu wa kisheria ufanyike ili waachiwe huru. Polisi wameimarisha ulinzi eneo hilo, huku Lowassa akiwa ndani tayari kwa kuhojiwa. Asante kwa kuangalia news updates kutoka Global TV Online. Jina langu naitwa Isri Mohamed, na anakutakia wakati mwema inakuletea mapambano sita kuwania mkanda wa Global TV Online Afrika Mashariki na Kati Mbagala kengele itakapogongwa, chini ya usimamizi wa TPBO mapambano ya utangulizi ya kutosha yatafuatiwa na mapambano kati ya Francis mia Yujo Chichi mawe kwa Tanzania akizipiga na Israel kamwamba kutoka Malawi, naye ii wa Tanzania atakipiga na rejanaiampiona kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, huku Nasibu Ramadhani wa Tanzania akizichapa na Tinashe mwajiwane kutoka Zimbabwe, likiwa ni pambano maalum kwa watu maalum watakaopewa kadi maalum. Kutakuwa na surprise za kibao na wewe, shabiki nambari moja wa masumbwi, utaliona pambano hili bure kupitia Global TV Online kwenye simu yako ya kiganjani. Cha kufanya nenda YouTube channel ya Global TV, kisha bonyeza kenge